Nikiwa hapa Koko Beach jijini Dar es Salaam, mahali ambako mnyama Simba Lunyasi amefunga big screen kwa ajili ya mashabiki na wanachama kwenda kutazama mchezo ndani ya dakika tisini zitakazokuwa zikipigwa katika dimba la Benjamin William Mkapa. Mimi niko na mwindo wa Simba, tuzungumze mawili matatu, haswa kwa namna ambavyo ameona mwitikio, lakini pia vilevile ana shauku ya kuiona timu yake leo hii inacheza kwa staili ya namna gani haswa maana tunafahamu ya kwamba mnyama Simba hana mashabiki na mashabiki wamekutana hapa. mwendo wangu uko poa poa, ndugu yangu. maupo poa, tuko bahari ya Koko Beach leo eh? tuko kwenye bahari ya Koko Beach. Zima upo poa kabisa kabisa kabisa. Yani tuna bashasha mm. Yani, kab... yani ushindi kwa uhakika. Sasa bwana leo niko na wamasai hao ambao asili yao kuua Simba. Sasa masai leo tunashinda, sawa bwana sasa mimi nataka washabiki wote wa Simba hapo na niye mwonyeshe mfano, baada ya ushindi mtashangiliaje? Hebu onyesheni mfano, mtashangiliaje? Hiyo ni style ambayo wataifanya baada ya ushindi wa leo. Simwona wanavyorukaruka na hapo ni, hapo ni bado hapo wameonyesha mfano, baada ya mechi ndo itakuwa balaa, baada ya mechi itakuwa balaa. Hii ndio Simba hmm. hii eh, ndio Simba, hao ndio washabiki wa Simba, kuitwa washabiki bora he. katika Afrika hatujapewa tuzo hivyo hivyo, huo ndio mfano, hao ndio mfano kwamba sisi ni washabiki bora he. Sasa mwandishi, leo mimi nasikitika sana kwa upande moja na inaniuma sana kwamba sisi Simba tuna hadhi, sisi ni klabu bora katika Afrika mm. Na washabiki bora katika Afrika mm. Leo sisi kuja kokobichi sio hadhi yetu, sio hadhi yetu, sio hadhi yetu. Ndio maana leo mimi nawatumia ujumbe, tumekuja kuenjoy, lakini tulitakiwa tuwe kwa Mkapa tushangilie timu yetu. Unajua washabiki na wanachama ni washabiki wa kumi na mbili, sawa bwana. Kwa hiyo mimi leo nichukue fursa hii kutumia ujumbe wanachama na washabiki wa Simba kwamba tunapoenda uwanjani tuwe na nidhamu. Unajua, tunapofungiwa sisi wenyewe tunaathirika, na timu kwa ujumla inaathirika, kwa sababu leo wachezaji wakiona wanashangiliwa wanapata nguvu kwa hiyo kama wachezaji pia tunawanyima ile nguvu ya kucheza. Kwa hiyo nawaombeni sana wanachama na washabiki kwamba tuwe na nidhamu, tufuate maadili na sheria zilizowekwa na shirikisho la mpira wa miguu kafu. Ndio hiyo rai yangu na ombi langu, tuwe washabiki bora, tuonyeshe mfano kama kweli sisi washabiki bora. Mm, ndio naiona Simba yenu ikipata matokeo hii leo zaidi ya yale aliyopata awali katika kiwanja cha ugenini Leo mwandishi, yanatokea ya Horoya, yanatokea ya Horoya, goli saba ndo yanatokea leo. Horoya tulimpiga saba leo tunarudia, sisi ndio Simba kimataifa, sisi ndio mfano. Wengine wamejaribu kuiga, hawakufanikiwa hao. Nyuma mwiko wana nyuma, mw... nyuma kuna mwiko wanao ndo yeah. yeah. nyuma nyuma yeah. wana mwiko yeah. Hawawezi hawa, na hawataweza kamwe, hawataweza kamwe. Unajua mwandishi, jezi, unaenda kwa upande wa jezi, mimi binafsi, mimi binafsi, jezi walizoleta mwanzo na hii jezi waliotoa juzi, sio jana, mimi nazipigia deki <coughs> mimi nazipigia deki na naoshia gari yangu Nimechukua jezi zao zote He. na zikiisha, nanunua nyingine, nawachangia, lakini napigia deki He. kwa sababu jezi zao haina hadhi kama jezi za jeiruti yeah. nafanyia nini? Ha, napigia deki na kuoshea gari na, gari. Jezi mpya yania na mtu ambaye mwingine hapo anataka He. kupigia deki aje anione, nitamnunulia jezi He. He. He. niko tayari kwa sababu jezi zao hazina hadhi na kingine, mwandishi Mwamilima. Kingine kwamba kwa mchezo waliocheza jana sijui, najiuliza kwamba inakwaje, sisi tunafungwa nao nyuma mwiko, kwa kiwango kile <mulikana> <mulikana> hawa na mambo yao <mulikana> <mulikana> haiwezekani, mwandishi kwa kiwango walichoonyesha jana <mulikana> <mulikana> hawana mpira wao ila kuna mambo manayofanya ndio inatufelisha. Kwa hiyo naomba uongozi wangu uzingatie yote hayo, na mechi inayokuja kucheza nao, tuwapige, tuwapige kweli kweli. Inshallah eh. Shukrani sana mzee wangu, tukutane baadaye, hifadhi maneno, inshallah tutakutana. Shukrani sana, asante sana.